yetu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na tumefika katika eh, vita vya Hunain nah. Eh, tabaan baada ya hii fathi kubwa fathi Makka ya kuporomoka kwa eh, daula ya eh, ya wanaabudu masanamu, basi ikawa sasa Uislamu umeenea kwa Waarabu wengi sana eh? Okay, na akaingia katika Uislamu kwa wingi sana eh, mpaka ikatimia eh, ama akatimia yale maneno ya Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu aliposema, idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Naam, yani fathi ikija eh, nusra ya Mwenyezi Mungu ikija na fathi Hmm, na ukaona watu wanaingia katika dini ya Mwenyezi Mungu kwa wingi, magurupu kwa magurupu eh? Basi ndio ikatokea baada ya fathi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam, baada ya fathi Maka, ikawa hali ndio hiyo, lakini bado kuna makabila toba, e, bado yana ushindani, bado yana inadi, bado yana kupinga. Miongoni mwao walikuwa ni hawa Hawazin na Thaqif, makabila haya mawili. Baada ya kuona hali ilivyokuwa ya Waislamu, wakakasirika uh, sana, wakaanza kuambiana eh? sisi <coughs> tuona sasa Muhammadi ame, ameshamalizana na watu wake, ashashindana na watu wake, ashawashinda, ashakomboa wa miji yao eh, sasa saa hii hakuna kinachomzuia aje atupigie sisi angalia. Subhanallah. Manake, ilikuwa sisi tuwaona ah, hawezi kuja kutupigia sisi, manake ana vita na watu wake. La, sasa ashamalizana na watu wake, basi itakuwa wakati wote tutaka kuja kutupigia vita sisi, basi afadhali sisi tujipange, tutoke sisi twenda. Subhanallah. Eh? ikawa ile itaje uje ujeuri wa kijahilia ule wivu wa kijahilia ukawapata hawa watu wa Thakifu na Hawazin, wakaketi Eh, wakafanya kushauriana wakafanya kushauriana wakafanya kushauriana, waka kushauriana basi, mwisho wakasema khalas, sasa sisi tumpige vita kabla yeye aje kufanya nini kutupiga vita, na wakakubaliana kwa hilo, wakaanza sasa kujipanga wakamjalia kiongozi wao ale Malik, mtu aitwa Malik bin Auf al-Nasri al mm, wakamjalia huyo, ndio sasa ndio kiongozi wao <coughs> na wote, yani makabila yote yaliokuwa chini ya Hawazin na Thaqif wakakubaliana na walikuwa wengi. Miongoni mwa hawa ilikuwa ni wale Banu Sa'd bin Bakr, ndio ndo lile lile kabila la Halimatu Sa'diyah, na twakumbuka kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam alikwenda alikuwa alipokuwa mdogo alinyonya kwa kabila hili la Banu Sa'd. Almuhim, hawa huko wanajipanga na e, kulikuwa na mmoja katika wazee wa inaitwaje <coughs> kabila hili akiitwa Durayd akiitwa Durayd ibn Sima. Na huyu alikuwa mashaallah, yani alikuwa katika vita ni mzuri, ni maarufu katika vita, alikuwa mkali sana, lakini sasa sasa ashazeeka. Yeye alikuwa maarufu kabla, sasa kwa sababu amezeeka, ikawa imebaki iliobaki ni rai peke yake, yani natoa rai strategy yeye ndo anapanga, anaambia fanyeni hivi fanyeni hivi fanyeni hivi fanyeni hivi. Sasa mara hii akafanya pia akaungana nao akawaeleza, eh, akawasaidia mtafanya hivi mtafanya hivi. Lakini sasa kukawa kuna e, jambo limetokea. Yule alochaguliwa kama kiongozi yule ambaye tumemuita ni Malik ibn Auf, e, huyu akafanya jambo ama akaamrisha wale e, wapiganaji wafanye jambo, ile jambo halikumfurahisha huyu la ilaha illa llah Muhammadur rasulullah, alikumfurahisha huyu Duraid. Malik aliwaambia watu, tukueni wake zenu, tukueni watoto wenu, tukueni mpaka mali zenu, tukueni mpaka wanyama wenu, mtoke nao yani, tukaenda vitani, twenda na wao wote. Ah, yule Duraid akamwambia, mimi sioni kama hii ni rai. Eh, kwa nini umewambia hivi? Akasema ngalia, mimi mmewatoa pamoja na mali zao na wanawake wao na watoto wao. Kwa sababu gani? Kila mtu ajue nyuma yangu mimi na mke wangu nyuma yangu, na mtoto wangu nyuma yangu, na mali yangu. Sasa mtu hatokimbia, mtu hatofanya nini, hatokimbia, watu watapigana kwa ushujaa. Yule akamwambia, lakini eh? Wajua tuaweza kushindwa pia. Sasa tukishindwa ndo hakuna kitu kitarudi, manake ikiwa umepeleka wanawake umepeleka mali umepeleka watoto, maana yake nini? Tukija tukishindwa, hakuna kitu kitarudi. Lakini tukishinda, sawa, takuwa tumefaidika. Lakini je, tukishindwa? Uh, uh, tutaangamia sisi na wataangamia vilivyo vyetu. Basi yule Malik hakuridhia Malik ule ushauri wake, hakuridhia na akasema la, lazima waende eh, hakuchukua rai yake. Na huyu Duraidi ni maarufu kwa rai yake lakini sasa ita, hawezi kumpinga mahali kashafanya endo kiongozi eh. Akajalia kuwa kwanza watasimama wale wanaume wa kupigana vita, kisha nyuma yao itakuwa ni wanawake, nyuma eh, tu ya wale wapiganaji, angalia eh, kisha nyuma yao ni mangamia, kisha mang'ombe, kisha, kisha eh, hizo zote zilizobakia wale eh, itwaje, <coughs> mbuzi na kondoo, subhanallah kwa sababu gani iliwasiondoka ama huku kwetu kwa Waislamu, Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ilipomfikia habari ile kuhusiana na Thakifu na Hawazin basi <coughs> aka uh, uh, shauriana na waumini eh, wakakubaliana ni kutoka kwenda vitani, ni kutoka kwenda vitani, na akapanga uh, vita vyake akapanga watu wake na wakatoka pamoja na waislamu takriban watu elfu kumi na mbili. Wakatoka takriban watu elfu kumi na mbili. Miongoni mwao kuna takriban elfu mbili ni kutoka na watu wa Maka. Hawa watu elfu mbili walikuwa ni watu wa Maka na wale wengine ni wale waliokuja na Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam kutoka na Madina, walipokuja wakati wa fathi Maka na wakatoka <coughs> hao watu wa Maka, wengine wakatoka kwa miguu mpaka wanawake wengine wametoka kwa miguu eh. Manake walikuwa wanatarajia hakuna ghanima huko. <gibu> Wajua sasa idadi ya elfu kumi na mbili si mchezo. Wakajua hapo Waislamu wana ghanima. Wakatoka nao. Wengine ilikuwa itwaje imani yao bado ni dhaifu sana kama tutakavyoona katika matukio ya vita vyenyewe. Eh? Wengine mpaka walikuwa makafiri. Kulitoka takriban makafiri 80. Miongoni mwao ni Sufwan bin Umayya na Suhail bin Amr. Ilikuwa bado hapa hawajasilimu. Eh? La ilaha illa Allahu Rasulullah. Bas Walipofika eh, pale karibu na eh, sehemu ya vita ama yani, pale sehemu ambayo maadui wameweka n yani, kambi zao, mtume wa, wa sallallahu alaihi wa sallam aliwapanga wale eh, wenye vita wao na akachagua chagua wenye kushika bendera za Waislamu. Inshallah eh, katika darasa itakayokuja tutazungumzia eh, kutoka hapa yani nani ndo waliopewa bendera kisha na matukio yanayofuata.